Abe, instruction. Instruction is very important. Amina. Sasa Bible mali hapo ambapo nimesoma na Mungu akamuumba mwanadamu. Alipomuumba mwanadamu, akamwambia ukae katika bustani. Aliomba na Mungu kama manager mm. Yani akaanga tu kwa mustani akiwa tu controller kwa kampuni sila mnafanya kazi paka kosa kuwa na sheria yeyote. Kila mtu atafanya chochote aliganisuala yeye. Mungu anatokea na anasema ya kwamba kuleni kila kitu kwa hapa, lakini kuna mti mmoja kuyeni, niwaonyesha hiyo mti. Akatua mti ndio iko katikati, mtu asikule chochote, asikule hiyo tunda. Hata kama inapendezaje usikule, hata kama inakuvutia usikule. Sasa hapa ndipo waliambiwa iko na shetani anasikia. Ni kama vile siku ya leo unaambiwa fungu la kumi ni ya Mungu. Ukilima gunia kumi ya mahindi, gunia moja ni ya Mungu. Amen. Sema Haleluya. Ukilima gunia kumi ya ya ya maharagwe, gunia moja ni ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Ukilima gunia tano za za za ndengu, nusu ya gunia ni ya ni ya kanisa. a shamba yenyewe si yako, hata mwenye aliazisha mbegu aikuwa wewe. Mwenye alileta ya kwanza aikuwa wewe. Mwenye alileta ile uma inajua inalima si wewe. Mwenye alinyesha ile mvua ilifanya ile mimea ikamea aikuwa ni wewe. Atadhani swe lazima utoe ushuru, maana aiwezi kuwa umenyeshewa mvua mbure, auwezi kuwa Mungu amewasindulia munakuwa na mimea Shetani alikuwa pale anasikiliza, akachua ya kwamba mimi watakuwa wakuwa wangu ndio awa watu watakuwa wamenitawala, ndio wacha nikuje kwao ni watenganishe na uyaluu. Inasema ya kwamba nyoka alikuwa mjanja kuliko wanyama wote kwenye mstari Mngekuwa mnalea jumba. Sema aleluya. Mm. Mm. Jana kumekuwa na mtu mmoja akiniambia yeye kazi yake ni kusafirisha nyoka. Anabebanga nyoka na roli. Akatuambia tena anabebanga mpaka. Mpaka krokodali na roli. Sasa kwaambia njizi nyoka unaweza ifanye isikuguse, sema amina. Nyoka, akawa ni mjanja sana akasema, mutanitawala. Nitafanya kitu kimoja, ni watenganishe na huyo mtu, na hiyo ndivyo hapa duniani tulipo. Hata shetani akiona unapendana na Mungu, Mungu anakupenda na wewe unapenda Mungu, na aone usiano wenu na Mungu iko sawa, lazima ainue kitu kiwatenganishe na Mungu. Bwana Yesu asifiwe, na hapo ndipo vitu metameta. Anapenda vitu vina kaa vizuri. Anapenda vitu ndio naana wanafaa yani. Sina metameta, Neglesi ina metameta, Bangos sina metameta. Sema amina. Chunga

isikona kautamu yake kwa maana unaifanya katika njia ya siri, aiyajitokeza na iyaonekana imesitirika. Yani iyajitokeza wazi, aiyaonekana na wanadamu. Bwana anaziela hiyo pale, Biblia inasema kwamba nyoka wana nyama siwezi kaa hivi peke yango, sikusomi aje nikwambie, dunia hii kila mtu ana mesi kwa maisha, ana mtaka mwingine amezi na heri mmm, ala roho ya Mungu, yule mtu anabadwa na ukimwi, ana mtaka mwingine akuwe haleo ukimwi na jani, ndio hapo jeana pamoja, haina chembe katika dunia hii, haina wema na haina radhi yako, mahali utaamuka katika jina la Yesu, maana wa kwanza amezaunguka macho macho iko hivi wanafunguliwa hapa leo watoshana wala watu. Kama wanaanza kumrukia kanisa wainukie pamoja, kama wanaanza kuchapa wachapa pamoja. Yani mtu anataka kufanya kitu peke yake, kunasikia mtu anasema hata siatoa pesa ya kanisa, mwingine anakwambia hata mimi siatoa. Na situke sema aleluya, mmoja anaumia na mwingine akotu. Sana sema aleluya. Yani kwa sababu shetani akikufungua macho, unaonanga wapenda wazione katika maisha yao. Amin. Sema haleluya. Bibi nasema yule mama maana amekosea. Naye akaimba kwa mumewe akamwambia mume, fanya hivi. Hadabu, ada, si kama alimuita hadabu. Lazima baa na short form ya hadabu, ha, ada. Hmm? Where are you? Kama wewe huko, nimejificha, anamuambia karibu kuja hapa nikushauke. Kuna kitu hujajua, aje nikwaambie nabuon jawski akaonja ile tunda na yele akavunguka iko, wakakuwa viumbe mbili wamevunguka macho. Wacha nikwambie, viumbe mbili ikizikana imevunguka macho, inaweza kuwa shetani hapa duniani. Sema haleluya. Ndio maana leo, siku ya leo, wale wanaangata wamevunguka macho, wanaangata mbao wanakalia kiti hapo, wanaanza kukunja toka melamoni. Ndio mabosi wakiingia hapo hawazidi Ashafunguka macho. Sema haleluya. Adamu akakulishwa. Na mimi kuna kitu hapo inanikasirisha sana. Huyu Adamu kwani alikuwa mtu aina gani? Unaona ile shida leo tunapitia kwa sababu ya Adamu. Huyu Adamu tukosea sana. Tingiza wenzako, mwambie huyu mtu alitukosea sana. Tungeacha huyu mke angekaa na macho yake peke yake, na yeye amwambie vile Mungu amesema shida haleluya. Kunaona Adamu angekuwa mtu ambaye anakuwa kichwa ngumu kidogo, angeambia huyo mke, wewe na tunda zako pita, wende hivi. Sema amina. Yani angekuwa mkani kidogo, amwambie leta hiyo tunda na arushe yamuwe kule itaanguka. Yani huyo mwanaume angetuacha pasuri. Sai unaona ile shida tunapitia siku ya leo ni kwa sababu ya Adamu ama Adamu. Shingo katika jina la Yesu. Pigita matako mwambie kuwa na msimamo siku ya leo katika jina la Yesu. Shida yote tunapitia ni kwa sababu ya damu. Huyo damu angekuwa si mtu aina hii, angekuwa mtu mwenye msimamo. Hadi anaona siku ya leo wanaume wote sasa wanakaa damu. Hawana msimamo. Na mwambie enda pale ambasa. Enda hapo akaisa. Sunday jioni saa 8. Ujionee kunata pale.

Kanataka kukulisha mtu tunda, ninio, ninio tunda na hivyo wa ndiyo tunda zimekuliwa mpaka saa hii. Watu wanaendelea kusikula zile matunda. Siku ya leo wanaume anataka kusimama. Wale wanaume tulikuwa tunategemea sahi ya wako maana walikulisha tunda wakakuwa wajinga ni wachache hiyo waliosalia. Hallelujah. Amen. Na lazima tuangalie ile mashida tumepitia. Saa hii wako hapo hawa ndata siku mbenda kwa hata wengine. Wanatafuta kama wanaweza angukia kinjamaa kimoja. Kinunua mangabo. Kinunua hata wai. Kinunua hata ile nyingine inaitwa ile jamaa. Kinataka mtu aununue mbia. Kinataka kiangukie kimundosi kimoja. Maana wanaenda kwa pale wakulisha mtu tunda na wao wapewe kitu. Sema amina. Yeah. Na hiyo ndio mashida tunapata siku ya leo. Ninaomba Adamu wa leo angebadilika na akuwe na msimamo. Mabibi wote wanahitaji kukaa katika msimamo, yeah, wa wanaume. Wanaume ambao sema bibi yangu oga haraka tuende kanisa tukamwabudu Bwana. Yaani, yeah, amuka tuende tukamlilie Bwana. Yeah. Lakini sasa wale tuko nao hawataki kanisa.